Hii ni Bugoma TV. Habari. Habari. Kwa majina yangu naitwa Jamila Yusufu, mkuu wa wilaya ya Mpanda. Tumetembea, tumekagua na tumeona ni kwa namna gani eneo hili linatoa fursa kubwa kwa wakulima, ambao sasa ndio tunaenda kuanza msimu huu wa kilimo, lakini pia kwa wafugaji na sekta zote ambazo ziko katika wilaya yetu ya Mpanda zimeguswa katika maonyesho haya lakini pia zipo teknolojia tumeziona kutoka maeneo tofauti tofauti ikiwemo kutoka mkoa wa Dar es Salaam na maeneo mengine, ambazo ni teknolojia nzuri sana ambazo zinaweza zikasaidia wakulima pamoja na wafugaji katika wilaya yetu ya Mpanda. Rai yangu kwangu kwa wananchi, kwanza kufika katika maonyesho haya katika viwanja hivi ambavyo viko hapa maeneo ya Mpanda Social Hall, waweze kuja kujifunza hapa ziko mbegu tofauti tofauti ambazo wakulima watapata elimu ya namna ya kupanda na hasa ukizingatia msimu huu ambako tumesha tahadharishwa kwamba mvua zitakuwa ni chache, lakini pia ipo mbolea, watapata elimu ni namna gani ya kutumia mbolea katika mazao yao. Lakini vipo vipema udongo ambavyo vitasaidia wakulima wetu kutambua udongo walionao, na kama ni mbolea watatambua na aina gani ya mbolea, na itawasaidia pia kutambua na aina gani ya mazao ambao wanaweza wakayapanda katika maeneo yao. Lakini pia ukiacha eneo hilo la kil kilimo eneo hilo e, no, la mifugo ambako elimu inatolewa vya kutosha hapa. Maeneo haya pia yana maonesho yanayohusiana na matumizi sahihi ya nishati safi ambayo kwa sasa hivi ni wimbo wa taifa, ni ajenda ya mheshimiwa rais. Huwezi kuwa mkulima, huwezi kuwa mfugaji kama afya yako itakuwa sio nzuri kwa hiyo ili kuimarisha afya ni lazima tuhamie kwenye matumizi safi ya nishati iliyo bora. Lakini pia ukiacha masuala hayo yanayohusiana na nishati, yapo masuala yanayohusiana na afya, ambapo wakulima wetu na wafugaji wetu hapa watapata nafasi ya kujifunza masuala mbalimbali kuhusiana ni namna gani ya kujikinga na maradhi, lakini pia hata na kupata uhakika wa kuwa na afya njema pia ili waweze ku timi za majukumu yao kwa wakati. Kwao ra yangu kubwa kwao ni kufika katika maeneo haya na kuja kujifunza. Lakini pia tumeona zipo zana mbalimbali ambapo wakulima wetu wanaweza wakazipata. E, kwa mfano tumeona matrekta, pawatila zipo hapa. Na sisi tunaamini wakulima wetu sasa hivi wameanza kukua kutoka kwenye matumizi ya zana za mikono kwenda kwenye matumizi ya zana hizi za kisasa ambazo zinaongeza tija katika uzalishaji. Kwa hiyo wafike waone ni kwa namna gani wanaweza wakapata eh, vifaa, eh, zana hizi za kilimo, kwa maana ya matrekta eh, na pawatila ambazo zitawasaidia katika kuongeza tija kwenye uzalishaji, na sio lazima mkulima awe na pesa yote keshi atakapofika kwenye viwanja hivi atapewa utaratibu ni kwa namna gani anaweza akavipata zana hizi kwa namna rahisi kabisa ambayo inaweza ikamsaidia kwa mwaka wa msimu wa kilimo wa mwaka 2025/2026. mkoa wa Katavi unatarajia kulima jumla ya hekta 396,448, ambazo matarajio yake tuzalishe E, tani milioni moja na laki nne za mazao ya, ya chakula pamoja na, na biashara. Na katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza hilo, pia tumelenga kuingiza tani 21,170 za mbolea lakini vile vile na tani 5,000 za mbegu bora za mazao mbalimbali ambazo tunazitumia kuja. Kwa hiyo tumeandaa maonyesho haya ili wakulima waje wajifunze mbinu mbalimbali mbali, lakini waone huduma ambazo zinatolewa na wadau mbalimbali pia. Hapa kuna mbegu bora, lakini pia kuna mbolea na kuna huduma zingine za ugani ambazo zipo ikiwa ni pamoja na upimaji wa udongo, afya ya udongo pamoja na usajili wa wakulima kwa mkoa wetu tulikuwa tuli na, na, na malengo ya kusajili jumla ya wakulima laki moja na hamsini lakini hadi sasa hivi tumesajili wakulima themanini na tatu. Kwa hiyo bado tunahitaji wakulima waendelee kujisajili zaidi ili tupate wakulima wengi. Manufaa ya kujisajili kwanza, unaingia kwenye kwenye mifumo ya ya serikali, kwao tunapata takwimu za wakulima, lakini pia zile huduma ambazo zinatolewa na serikali inakuwa ni rahisi kuzipata kwa mkulima. Kwa majina naitwa Mary Mlai ni afisa kilimo kutoka Kopra, na natokea ofisi ya Katavi ambayo iko ndani ya, ya kanda ya Magharibi na hudumu kwa mkoa wa Katavi na mkoa wa Rukwa. Tukisema Kopra namaanisha ni mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko. Kwa lugha nyepesi kabisa, kwa yule mtu ambaye anataka kuelewa kwa haraka kabisa, naweza kusema ni mamlaka ambayo inasimamia ile mazao yote ambayo hayako kwenye bodi kama nilivyokuambia, tunaanzia shambani na msimu huu tumejipanga kuwapatia wakulima mbegu ya ruzuku kwa zao la ufuta na mbaazi, lakini tunaweza tukafikia sehemu ya wakulima na baadhi ya sehemu ya wakulima nao tukawasaidia kwenye viuatilifu, nikiwa na maanisha madawa kwa ajili ya wadudu na magonjwa, lakini hiyo ni apiri, ya pili, tukitokana na ile habari ya kuwapatia elimu ya ugani, lakini pia tuna mpango wa kuwapatia ruzuku hizo za hizo pembejeo ambazo nimezisema, lakini pia tuna mpango wa kwenda nao mpaka shambani kama ni wafuatiliaji wa mambo mtaona kwamba msimu uliopita uh, ufuta na mbaazi iliuzwa kwenye mifumo ya kidijitali ya ile uh, stakabadhi ghalani. Pia tuna mpango wa kuendelea kufanya hilo hata katika msimu ambao unakuja. Kwa hiyo, ndio ile tunayowaambia kwamba tunaanza nao shambani mpaka kwenye masoko ya bidhaa zao. Kwa majina naitwa Joseph H Gole, kutoka kata ya Mtapenda. Kama kuna mkulima ambaye bado hajafikia kiwango kile cha kupima udongo, akapime, faida zake ni kubwa Yaani unakuwa unafanya kitu ambacho unakijua, kulingana na mbolea tulizonazo ni nyingi, unaweza kaekea mbolea ambayo sasa kumbe ule udongo hauna uhitaji wa mbolea ile. Kwa hiyo unawashauri hata wakulima wenzangu ambao hawajapima udongo wakapime, ni jambo la muhimu na la msingi sana. Hii ni Bugoma TV habari.